Naitwa Mkandawile, katibu wa, wa CCM wilaya ya, ya Kigamboni. Leo tarehe ishirini na nane mwezi wa sita, siku ya kwanza kwa zoezi la utoaji wa fomu kwa ajili ya kura za maoni kwa upande wa wana CCM nafasi ya ubunge wa jimbo, wabunge viti maalum, madiwani na madiwani viti maalum. Mwitikio kwa wanachama wa CCM imekuwa mkubwa kwa siku ya kwanza upande wa ubunge wameshachukua fomu wanachama kumi na nane na mmoja ndio tayari kisharudisha fomu yake. kumi na saba nadhani bado wako kwenye mchakato wa kujaza zile fomu. Kwa upande wa ubunge udiwani viti maalum wamechukua wanachama saba na alirudisha naye ni mmoja. Kwa hiyo jumla wanasisi kwa upande wa wilaya fomu watu kumi na saba kumi na nane kwa upande wa jimbo na saba kwa upande wa udiwani viti maalum. Lakini ninaendelea kukusanya taarifa kutoka kwenye kata mbalimbali, naamini baadaye, baada ya nusu saa nitakuwa na taarifa ya kata zote, idadi ya waliochukua fomu kwa upande wa udiwani kwa kata. Lakini natoa hilo kwa wana sisi, nafasi bado ipo Tuna siku tano waje kuchukua fomu. Inawezekana jimbo kama jimbo liko wazi, kwa hiyo yote anataka aje, wanachama wataamua watamgombea wa Chama cha Mapinduzi. Ni waombe pia kwa kipindi hiki tunatoa fomu kwa ajili ya kula za maoni, wasiwe na makundi makundi wala hawahitaji kufanya kampeni kampeni. Baada ya majina kurudishwa ya yale matatu tutawapeleka kwenye kata wakaombe kula, na sasa wanapekwa wachukue fomu na kurudisha. Hairuhusiwi kufanya kampeni ya aina yoyote. Mwitikio ni mkubwa sana. Kwa siku ya kwanza wamejitokeza watu kumi na nane na unajua, fomu inalipiwa shilingi elfu tano. Kwa hiyo maana yake siku ya kwanza leo tumekusanya milioni tisa. Kwa hiyo ni mwitikio mzuri sana. Naomba sana sisi waendelee kuja kuchangia chama chao kwa kuchukua fomu.